Lakini tangu alipoingia kuna jitihada kubwa zimefanyika na kabisa, ni mshukuru sana, waliweza kuhuisha ule mkataba, na mkataba upo sehemu nzuri. Utasikia leo taarifa kutoka Wizara ya Fedha, lakini kutoka taarifa ya Wizara ya, ya Ujenzi. Kwa kweli watu wa Manyoni, nimekuja mara nyingi nimewaambia mtu ambaye tunatakiwa kumwombea anaenda sasa kuurudisha huu mradi kwa imani kubwa ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Samia oye! Samia oye! Muhalala oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, huu mradi una manufaa makubwa. Kwanza ukiacha kwamba unaenda kulinda uhai wa barabara zetu, lakini najua mji wetu wa Manyoni umekuwa sana, tunaamini huu mradi iwapo utaanza, utafufuliwa utaanza kukuza mzunguko wa fedha ndani ya hili jimbo langu hususani katika mamlaka ya mji mdogo wa Manyoni. Baada ya kuyasema haya, nudie kukushukuru tena kwa kufika, na hii ni ziara yako ya kwanza kubwa tangu umepata kuwa waziri mkuu. Kwangu umenipa heshima kubwa sana, kakaangu. Mungu akubariki sana, asante sana, asante sana. Sisi Wizara ya Ujenzi ni wajenzi na tuko tayari kujenga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na mikwamo yote ninaamini ya kwamba unayo maelekezo utakayotupa sisi wasaidizi ili tuweze kuhakikisha kwamba mradi unarejea na tuko tayari kuyatekeleza yale yote tutakayoelekezwa ili kusudi tuweze kulifanya jambo hili likamilike kwa heshima kubwa na taadhima. Naomba nirudie tena kukushukuru sana wewe kama msaidizi wa mheshimiwa rais kwa kuniamini mimi Daktari Samia Suluhu Hassan na kunipa nafasi ya waziri wa ujenzi. Asanteni sana kwa imani hii kubwa na mimi naomba niahidi mbele ya, ya umma huu wa Wanasingida ya kwamba nitaendelea kuitunza imani hii ya Mheshimiwa Rais. Asante sana. Kamishna wa uhamiaji, IGP, huyu mtu asakwe popote alipo, akamatwe na ni mpate taarifa a ajabu kabisa ananichefuria nyumbani Manyoni! Oye, naomba nimalizie jambo moja la mwisho. Ndugu zangu vijana wa Tanzania, nawaombeni, tuilinde nchi yetu, nawaombeni. Mungu katupa nchi nzuri, tuilinde nchi yetu hata hii miundombinu natoa rai kwa vijana wote wa Tanzania. Amina. Naombeni tuilinde nchi yetu. Mungu ametupa nchi nzuri. Amina. Tuilinde. Amina. Hata hii miundombinu, ndugu zangu vijana wa Tanzania, serikali imebeba dhamana tu. Amina. Hii nchi si mali ya serikali, serikali ina dhamana tu. Nchi si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa ni Ayem, ni miundombinu tu ya kutekeleza malengo Ayem, si mali ya vyama vya siasa. Nchi si mali ya viongozi, ni mali yenu Watanzania na hata haya ma, maendeleo mnayoyaona yamejengwa na Watanzania. Mimi mimi nimekuwa wizara ya fedha pale, serikali haina fedha unayoweza kuiita hii ni fedha yake, haipo kila kitu kinachofanyika ni fedha yenu. Ukiona shule imejengwa, ni fedha yenu. Ukiona barabara imejengwa, ni fedha yenu, Watanzania. Ukiona hospitali imejengwa, ni fedha yenu.